Kidogo nyanyuka, haya. Sio dakika tano. Naanza kunivuruga wewe mzee, dakika moja unaanza tena tano. Dakika moja tu, salama. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wabarakatuhu. Nimeambiwa nitoe salamu tu kwa chifu Msompa, na salamu hii ameisikia wengi, mmeshasema mmemaliza kwa ujana wenu na taaluma zenu. Mimi diwani, nizikumbuke hadithi moja nilipata kwako, nafikiri. Hapa hatumziki Msompa, tunazika ilmu ya Msompa. Tukubaliane hilo tunazika ilmu yake. Sijui kama tutapata kama yule, na wengi tumeshawazika watu kama hawa. Kwa hiyo ilmu ya Msopa ndiyo tunayozika hii, inna llaha la yaqbidhu lilma intizaa yantaziuhu min alibadi. Hii ni hadithi sahihi kabisa. Mashekhe wapo hapa, Shekh Alhadi, shekhe wangu wa wilaya wapo, ila namaliza, bado dakika moja. Namaliza kwamba sote tunatakiwa tumswalie ndugu yetu chifu Msompa. Wengine wamesahau wamesoma zamani. Sasa tunacho kitabu hiki cha swalatul janaza <coughs> swala janaza. Ali kadogo, hebu shika hivi, waambie huko shilingi elfu moja moja nikitoka hapa nipate hela ya kula. Salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Shekhe wa wilaya, karibu inshallah, mkaribishe Aya chukua ila kula hiyo hapo hiyo, kidogo mabwana. Aya kuna watu walikuwa wanielewi, shemaridhia alinielewa, ila wengine bwana wamenifuata hawajanielewa. <coughs>

Lakini pia nitambua uwepo wa wahadhiri wote waliokuja hapa na wazee wote na mashekhe wote na walimu wote ambao tumekuja hapa kina baba pamoja na kina mama. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa hakika mimi si msemaji, na sithubutu kusema katika hadhara kubwa kama hii ambayo ina wasemaji wakubwa kiasi hichi, isipokuwa Ntawahusia tu wenzangu ambao tuko hapa, tuishi katika uislamu wetu huu. Msiba umetokea, kwa hiyo tujue kwamba inna, inna Allah inna al-umura tajri bil maqadiri. Mwenyezi Mungu subhanahu wa Ta'ala amemwambia mtume aseme inna al-umura tajri bil maqadiri lakini wanawazioni wanasema man lam yamut man bisaif mata bighairihi taadadat alasbabu walmautu wahid mambo yote yanapita kwa makadiri alivyokadiria mwenyezi mungu hiyo uislamu lazima tukubaliana na hivyo fikra zisikujie kabisa nyingine zozote ni makadiri kwisha ndivyo mungu alivyopanga hivi ambaye hakubaliani na hilo si mwislamu. Lakini pia, asiyekufa kwa upanga atakufa kwa jambo jingine. Umauti ni ule ule mmoja. Kwa hiyo hayo ndiyo yangu. Lakini pia, tuna masikitiko makubwa sisi kama watu wa wilaya hii ya Ubungo. Maanake sharifu huyu hakuwa shekh wa kata, hakuwa mwenyekiti wa kata, hakuwa hakuwa, hakuwa lakini alikuwa ni mwana wazuni tunaoishi naye katika wilaya yetu, ndio sura ya wilaya yetu hii ilikuwa. Kwa hiyo tuna masikitiko makubwa, lakini hatuna cha kusema, ila inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Wachache tumeteuliwa kwa ajili ya kuingia kabrini, naomba niatamke majina yao ili wajitambue <coughs> lakini sio tu kujitambua wao, msafara wao wataingia kwenye gari ya mwili wakiondoka nayo pamoja, ili kisitokee tofauti. Wa kwanza ni kaka mkubwa wa Sheikh Hoseni ambaye anaitwa Mbezi. Nitambue kwamba yeye ataongoza kuweka mwili. Lakini wa pili ni kaka pia, anaitwa Ali Sofa. Wa tatu kwa niaba ya wahadhi wote ataingia Sheikh Salum Marudia, lakini pia shehe wetu a mapenzi makubwa Sheikh Al-Hadi na yeye atakuwa mmoja wapo katika hao kutokana na mapenzi yake, lakini pia amesimama imara katika kusimamia mazishi yayo cha na wa mwisho kabisa, wenyeji wa hapa watawakilishwa na shekhe Haruna, yeye ndiye atakaye kuwakilishwa. Sasa hivi ni dua, baada ya dua shukurani itakayotolewa na Salum Juma.